Uh, habari za asubuhi wa Tanzania kwa ujumla uh, na ndugu waandishi wa habari pamoja na marafiki, ndugu na jamaa wa Balozi Humphrey Polepole pole. Kama ambavyo Tanzania na dunia kwa ujumla mpaka leo inafahamu eh, Balozi Humphrey Polepole pole, alitoweka katika mazingira ambayo hakuna namna ya kuyaita isipokuwa mazingira ya kutatanisha eh, tarehe sita mwezi huu Oktoba mwaka 2025, eh, maeneo ya Ununio wilaya ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam. E, mpaka sasa hivi e, hatujapewa taarifa rasmi ta, taifa na dunia kwa ujumla haijapewa e, taarifa rasmi ya mazingira ya kupotea kwake r pole Polepole mahala alipo anahifadhiwa, e, hali yake ya kiafya e, e, maslahi yake ya kisheria, hivi vyote havijatolewa na taasisi yoyote kati ya taasisi ambazo zimepewa e, mamlaka na wajibu wa kisheria wa kushughulikia e, usalama wa raia na haki zao. Taasisi hizi zipo kadhaa na nitakwenda kuzielezea huko mbele. Sasa e, wote tumeshuhudia e, taarifa mbalimbali kutoka kwa ndugu na jamaa wa Balozi Polepole. Wao wanaamini kwamba e, amechukuliwa e, katika mazingira ambayo wao wanatafsiri kwamba ametekwa, na ndivyo ambavyo nafikiri imekuwa reported na hawa wanafamilia kwa dunia nzima, na ndivyo ilivyokuwa reported kwangu mimi kama wakili na huduma zangu e, zikaombwa ili kuweza kuchakata e, taarifa au tukio hilo kisheria mahakamani, wakati juhudi nyingine zinafanywa katika fora au katika e, maeneo mengine. Wote mnafahamu kuna juhudi mbalimbali mbali, za kupigania maslahi haki e, na pengine uhai wa e, Balozi Amfre Polepole pole. Sasa e, baada tu ya kuwa tumepewa jukumu ee, hilo la kisheria la kushughulikia e, maslahi ya kisheria na ya kiuhai na ya kiafya ya balozi Polepole, mnamo tarehe sita mwezi wa kumi nilitoa taarifa kwa umma kwa lugha mbili ya Kiingereza na ya Kiswahili, nikizitaka mamlaka zinazohusika na upelelezi, usalama wa raia na mali zao, na nyingine zote ambazo zinatoa support katika e, eneo hilo kwa haraka na kwa kutumia resources zote eh rasilimali zote, watu, rasilimali za kiintelijensia, rasilimali za kiteknolojia zote, kwa pamoja zikusanye ziwe mobilize zielekezwe katika kujaribu kutupa majibu ya yuko wapi balozi afe Polepole huko uh, alikopelekwa, alipelekwa na nani, kwa na nzira gani, na hali yake mpaka sasa hivi ikoje? Lakini eh, mpaka leo bi, maybe kama wakili, hakuna ambaye amenijibu. Of course, labda wao ukiwauliza watasema hatuna wajibu wa kumjibu wakili. Fair and good. Kwa baada ya kuona mpaka tarehe saba eh, hakuna aliyenijibu wala hakuna aliyetoa eh, majibu au taarifa ambayo mimi binafsi kama wakili ningeitafsiri ni kwamba hii inatia moyo au inajitosheleza kulingana na uzito wa kimazingira eh, raia wote ni sawa, wanadamu wote ni sawa, uhai, afya yao, welfare yao yote na mizania sawa, lakini matukio yana uzito tofauti, hilo hatuwezi kulikwepa. Anapotoweka balozi Eh, ambaye amehudumia taifa katika nchi mbili, msemaji wa alikuwa msemaji au katibu wenezi wa Chama cha Mapinduzi, aliyekuwa mjumbe wa tume ya kurekebisha katiba. Huyu mtu eh, haingia kilini eh, kiusalama, kimantiki, kisheria kwamba anaweza kutoweka katika mazingira yale yaliyotoweka, halafu mpaka leo hii tunazungumza hapa mahakamani, bado hatujaweza kupata majibu ambayo yanaridhisha. Kwa hiyo baada ya kuona yote Ee, mimi nikaamua kufungua maombi katika mahakama hii kuu kwa chini hati ya dharura, maombi namba 24514/2025 mleta maombi akiwa Humphrey Polepole Pole, dhidi ya inspector general wa polisi kama mjibu maombi wa kwanza, e, mwanasheria mkuu wa serikali e, mkurugenzi, mkurugenzi wa mashtaka e, kamanda wa jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam pamoja na mkuu wa upelelezi wa e, kanda maalum ya kipolisi Dar es Salaam. Kwa hawa wote tunaamini kwamba mmoja mmoja au wote kwa pamoja wanaweza kuisaidia mahakama e, mahala au taarifa za alipo Balozi Humphrey polepole, na ndivyo tumesema katika e, kiapo kwamba tunaamini hawa wote kwa umoja wao wa kitaasisi au kwa mmoja mmoja wanaweza kuisaidia mahakama tuweze kutoa taarifa aina ya maombi tuliyofungua yanaitwa kitaalam habeas corpus. Ni neno ambalo tumelirithi e, ni la Kilatini kama mnafahamu, baadhi ya sheria zetu zina reflect e, utawala tuliopitia wa Kiingereza na kuna e, baadhi ya nyaraka au mbinu za kisheria niseme au taratibu za kisheria tumezirithi kwa. Habeas corpus tumeirithi, lakini ni e, aina ya maombi ambayo unaipeleka mahakamani kuu ukitaka, mahakama ukiomba mahakamani kuu iwaamuru watu au taasisi ambao wana unaamini wanamshikilia mtu e, au watu e, wamlete mtu huyo mahakamani au taarifa zake, ili mahakama iweze kufanya mchakato wa kisheria ikiwemo kuamuru kama kuna mashtaka au sababu nyingine za kisheria za kumfikisha mahakamani, basi afikishwe mahakamani au la, imwachie e, kwa dhamana au kwa masharti mengine. Kwa hiyo tumeleta maombi hayo e, chini ya hati ya dharura na tunashukuru mahakama kuu. E, kwa haraka imeyapangia e, leo kutolewa amri kadhaa za kisheria mbele ya Jaji Salma Majimbi, na tumejadili mambo kadhaa ya kisheria huko mahakamani likiwemo, kwamba e, tulileta ombi dogo kwamba wakati wenzetu wanaleta viapo kinzani, kwa sababu ni haki yao kuja kusema hatujui alipo au tunajua alipo au mambo kama hayo, kwamba wakati wao yanaendelea, basi Balozi Humphrey Polepole, mahakama itoe amri kwamba Balozi Humphrey Polepole aletwe mahakamani wakati mambo mengine iwapo anashikiliwa kisheria au la yakiendelea. Kwa hiyo tumejadili na eh, mawakili wa serikali ambao walimwakilisha wali mkurugenzi wa mashtaka. Bahati mbaya mawakili kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali eh, mwakilishi wa IGP eh, mwakilishi wa au yeye mwenyewe kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam au mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam ya kipolisi hawakutokea na tumeomba amri kwenye eneo hilo. E, eh, na amri nyingine ambazo sitaki kuwachosha sana ni mambo ya kisheria zaidi. Hayo yamejadiliwa mahakamani na yatatolewa uamuzi mdogo majira ya saa nane leo hii kwa tutapata maelekezo zaidi namna kulichakata kimahakama swala hili linalomzunguka Balozi Humphrey Polepole pole saa nane mchana sasa. E, eh, kwa nini tumechukua tu hiki? Anaposema tumechukua tai, kwa sababu e, eh, mahakama mwisho wa siku ndio final arbitrage at least kwa mimi mwakili kwamba e, eh, juhudi nyingine wakati zinaendelea, mahakama ndio inaweza kutoa amri ambayo mtu hawezi kuikataa kui, na akikataa anaongea na mahakama. Sasa sio na, na, na, na, na sisi mawakili au, au ndugu wa bwana Humphrey Polepole, ndio maana tumekimbia mahakamani. Kama ninavyosema, kama eh, juhudi zina, zinafanyika kwa wigo mpana, ila sisi tumeamua kila wigo tuufanyie kazi, ukiwemo wigo wa kimahakama. Mwisho wa siku ni sehemu ya juhudi za kumtafuta balozi Humphrey pole, polepole popote alipo aletwe hawezi kushuhudia kimahakama. Nimeambatana e, nafikiri mtakuwa mmeona, wale mlifika toka asubuhi, tumeambatana mama yake Humphrey Polepole, mama Ana Maria Polepole pole, yuko mahakamani, lakini bahati mbaya, kutokana na umri tumeshindwa ku, ku, kuja naye kwenye kwenye hii press e, you know press conference au what hapa, lakini yuko huko juu, mmemuona na mtendea kumuona. Tumekuja na kuna kaka zake wako hapa, mmeona Godfrey na mwingine, na huyu ni kaka yake na mama na Maria maanake ni kwamba ni mjomba wake na Balozi Humphrey Polepole na ndugu wengine ambao nisingependa ni kuwachosha kumtambulisha mmoja mmoja, itoshe tu kwamba familia ya Balozi Humphrey Polepole imekuja mahakamani, inasubiri majibu kutoka hapa mahakamani ya kwamba ndugu yao mtoto wao e, mpwa wao e, yuko wapi. Kwa hiyo sio kazi ndogo ambayo tunaifanya na sio mzigo mdogo ambao kwa mahakamani, lakini tuende kuongeza juhudi zote. E, katika mahakama katika kesi hii na mambo mengine ya kisheria ambayo tutaenda kuya kuyafanya ili kuhakikisha kwamba taifa linafahamu na familia inafahamu dunia inafahamu mahala alipo Balozi Afrika Polepole au nini basi kimempata na kimepata katika mazingira gani. Ni hayo tu baba, kwa swali moja au mawili ya kifupi yaliyonyooka, kama amna basi tuongee zaidi sana. Nashukuru sana, sana, sana, ya, naushu, sana.